Familia zinazorandaranda humu mitaani bado, ambazo hupuuzwa na kudhalilishwa sasa zinachukua nafasi muhimu katika uhifadhi wa mazingira. Mchango wao katika uhifadhi wa mazingira usipoongezwa na, na wengi, uliangaziwa katika mtaa wa Dagoreti hapa jijini Nairobi, ambako wadau wa uhisani waliadhimisha siku ya Mazingira na familia za mitaani kutoka Kawangware, yakitambua juhudi zao katika usafi wa mazingira na pia kwa kuwapa matumaini na usaidizi. Kwa wengi hapa, ujumbe ulikuwa mmoja tu, utumikiaji binadamu, ni utumikiaji taifa. Hizi ni nyuso ambazo wengi hupuuza, ila kila siku familia za mitaani hukusanya chupa plastiki na vifaa vingine vilivyotupwa kiholela na kuyaacha maeneo ya jiji yakiwa nadhifu. Katika siku ya Mazingira hapo jana, washirika wa uhisani waliamua kuyasherehekea makundi haya ya mabingwa wa mazingira yasiyotambulika katika shule ya msingi ya Dagoreti Muslim kuanzia kwa kushiriki mlo kwa pamoja na ushauri na saha, pamoja na upanzi wa miti, siku ikawa ya utambuzi na kuonyesha utu. Uh, and we are glad. This has been a joyous day, not only for us, but also greater, uh, is to the children who have felt loved. We believe, uh, by working together, we are going to build a new generation, which is very strong, and which is going to take our nation forward. Waandalizi walisema kujitolea na mchango wa familia za mitaani katika usimamizi wa taka mara nyingi hautambuliwi. Ilhali unaonyesha uwezo mkubwa iwapo watapata usaidizi. Ndio bado kama mtu kama mimi nafanya kazi ya takataka naenda nikichukota huko hivyo nikichukua kwa maploti kipeleka mali zinafaa. Naona bado hapo kuna vile nasaidia hii aria yetu When they collect uh, uh, these bottles which are left out uh, in as much as we see like it is a bad thing these are the guys who are usually uh, they are still conserving the environment so we need to continue helping them Uh, inspiring them so that they can continue doing it in a positive way. Huku umaskini ukiwaelekeza wengi mitaani, waandalizi walitoa wito kwa serikali na Wakenya kuongeza juhudi za kuwarekebisha watoto walio kwenye hatari, wakikumbusha umma kwamba takwimu za uhifadhi wa mazingira zinajumuisha jitihada za watoto wachanga wanaosaidia uhifadhi wa mazingira pasi na kutambuliwa. Coming together we can be able to support these boys and they can be able we can be able to support families so that now the families can be able to take care of their children. Ben Chumba,